Gwan TV home of entertainment. Bwani, umefanya aje? Imagine nimepigiwa simu hiyo masaa siku zote hizo siku zote ujaingia shida ni nini? Unajua vyenye niliangaika kukutafutia hiyo kazi, shida ni nini? Hebu niambie, ku unaniuliza mambo na shida wa unajua tu malimu umenipeleka wewe. Imagine hadi niikuwa nataka ukuje, umenisaidia sana huyo mama, unamjua vizuri, mi simu juni rafiki yangu rafiki yako, unajua kwako vile kake vile kuko sijue nikasirisha hebu. Nikuulize sasa, nikwambie hata stori yenyewe nikikupea tu saa hii hapa eh, mama utalia. Hebu niambie kazi kabla nikasirike, juu nilikuwa nimekasirika vibaya sana. Rafiki yangu, mi niende nikutafutie kazi, ningang'ane kutafuta kazi vyenye uliniambia halafu naacha. Unajua nimeacha. Tangu Bum, niende kazi nianze kujifanyia kazi, ni kazi ulio yana kitu yangu iko <tutu> hivi. Eh <tutu> Inakaa tu hivi. Hebu niambie shida ni nini? Nataka kujua hata mimi nataka, nataka nijue. Nilienda mm. Sikata umefanya vizuri kwa kutafutia kazi. Mm. Na nikachukuru sana kwa kazi yenye zimetafutia. Mm. Kazi nzuri lakini amani kwa hiyo nyumba hakuna, dadangu. <tutu> Mbona amani hakuna? Na aliniambia tu kila kitu iko kwa nyumba. Kuti mimi <tutu> nilikuwa nakosa. Sawa. Mm. Usikose mavazi, usikose chakula lakini kitu ya muhimu sana ni amani. Kwa kazi uh -huh, kwa mahali popote unaishi uh -huh. Nilienda kwa huyo mama uh -huh, si nikakaa kwake uh -huh, nilikuwa nafuna amka asubuhi uh -huh, naosha vyombo uh -huh, naosha nyumba nnatoka uh -huh, na nje nachukua virago zangu naenda kufungua kazi nje. Sasa wacha usiku ifike, hiyo nyumba iko na majini. Si tangu majini, hey! Majini siku ya kwanza watoto wakupikia kwa hiyo nyumba ni paka huyo mama umekaa na naye, uliaaakona wapaka wangapi, waine, mpaka anamwongelesha kama mtu. Paka anakuja anaingia vizuri, anakaa, ana wewe, wajiko nenda kalale huko, anatoka wow. <laughs> anaenda tu kukaa wapi, wajiko anaenda wow. Akiingiza kuna mwingine alikuwa anaitwa Tom hmm. Sijui ni ya kike, ni ya kiume ama akikuja Kufanya nini? Paka nje. Anatoka na watu wake. Anaenda kukaa huko. Wacha nikwambie siku moja. Sasa mimi kulala niko kwa bed. Nimelala kwa double bed. Sasa mimi nikalala nikasikia mwili imechange kila mahali, nikajiuliza eh, na ni nini? Mhm. Mimi nilifungua macho lakini niliona mtu amesimama na kitanda aje hivi. Kwenda kuinua kichwa ili kuangalia vizuri, mtu kapotea. Nikaka nyanga napaka kwa miguu akaanguka katikati ya ukuta na kitanda. Um, Mama ananiambia kitu ya ukweli ama ni um, ni unanidanganya? Mama um, ananiambia siku kutanganya eti nimeacha kazi. Hizi miaka zote nimekaa na huyu msichana mbona sijai ona hiyo. Kwanza nikwambie kama ulikaa kwa umekaa na yeye siri kwa nyumbani mwake. Siri nyumbani kwake. Na si nilikuwa naenda hadi kwa hiyo nyumba. Sasa unaenda kwani ulikuwa unakaa mwezi ama ama ama masiku? Hayo mimi sijajua. Tunaenda hapo tunakaa siku. Haya. Habari ndio hiyo. Na alikuambia nini siku yenye ulikuwa unatoka? Mimi nikanyamaza. Mm -hmm. Sikuambia. Mimi nikanyamaza sikumwambia. Siku ya pili. Mimi ule Eh, nika ndio mimi wewe. Kwenda kulala. Nikalala. Unajua nimelala hivi. Hapa nimekelea, kumbe nimekelea nyoka. Nimekelea nyoka mikono. Na sijui. Mimi nikasikia mwizi ime ime stuck. Eh, nyoka kweli. Eh, nikilala hivi mimi nikasikia kitu simudhi hapa chini ya mkono, nikajiuliza na hiyo ni nini? Kwenda kuamuka nikamulika na kasimu hivi, nyoka ndio ukati kitu simudhi na nasindio ile ya ukweli ni mimi nakudanganya. Right. Sasa hiyo ndio ilifanya nitoke kwa hiyo mbomu. Na unajua venye mimi niko na chini. Na vile tu nilikuwa nimebomoa kinywele yangu tu, lakaiwa, tu kimoryo yake, ni hiyo tu kimolio hata sijielewi. Ati kesho yake niamuke niitishe pesa niende sana. Niliziasha. Na sasa ile kitu uliniahidi hmm? juu ulisema nikikutafutia kazi utanipia. Sasa mama, si unaona tu kazi yenyewe tu wewe ulinitafutia. Si unipa hata kidogo. Sikatai, mimi ulinitafutia kazi nzuri. <laughs> Lakini sasa hata kama pesa yenyewe mimi sijapata, mamangu nitakufanyia nini? Nikipata kazi ingine mm. Nitakupata, nita kwa, kwa hata kama ni wapi mm. Yeah, wewe usichoke, nataka kuniweka tena, nikutafutie kazi si kwa mbaya, nikutafutie yeah, tena ya jini ukuje uniache hivi oh? ah. ah. si watu mbaya, si watu wa mbaya, siwezi si wewe si wae, hata huyo mama wewe, hata wewe nikuulize, hizo mm, magari watoto wake na bwanake alikuwa na Land Cruiser Prado, hiyo ni ya kawaida kweli? si wengine wanakuwa nazo na, na yule unajuma wanakaa kwa una, wana, mabati Eh, si, orofa, si ya mawe, kwa mabati si kwani ulikuwa nasikia ati nafikiria wewe ati mulikuwa na ile ulikuwa naenda kwa nyumba ya mawe. Na wakati alikuwa ananipeleka, si alinipeleka kwa ya mawe, mawe wapi? Ama ni ya kijana yake hiyo, labda ya kijana yake mali alijenga kuna ushago, mali tulienda ya kijana yake ya ya ya amejenga na mawe yaani hmm. Ukiingia ndani iwe ni kama yaani hata hata ujielewi uko wapi yaani eh. Nyumba na nusu eh. Umenishangaza. Sikuja kuchanga mimi. Aki nimeshanga. Ambali ndio hiyo. Nimeshanga kabisa. Hata wewe mwenyewe ukitafuta kazi, naenda ukaa chini vizuri ujiulize. Hapa nimeajiriwa ni kazi. Ama ni nini? Ninyi wenye bado mnatafuta kazi, nyinyi ndio maslahi, kwani mtafute kazi mimi siwezi. Sasa mama wewe, acha nikunywe uchi. Oh, mm. O, unataka kumalisha wewe, huwezi kufanya kazi. Acha nikunywe uchi. Mimi ni uchi melizo. Huh? Lazima tu nijifanyie kazi juu sina mtu akuniletea. Unajua wewe uko na bwana wako atakuletea. Hata kama atakosa, wacha nikunywe ha, ha, tu. Sawa, haina shida, lakini wa ukipata kazi si utaniambia mama? Asante kwa